Kwa hiyo tambamba na hilo, kama nilivyosema, wali tujitahidi sana kuendana na dunia sasa hivi ya teknolojia, na uzuri sasa hivi tuna vijana wengi wa IT wamejifunza wenyewe. Kwa hiyo fursa nyingi, vijana tuzikimbilie, tuzi ili tuzitukwamue tu kiuchumi, ili kesho yetu iweze kuwa njema zaidi. Na nishukuru hata ujio wangu leo umeleta neema kwenu nyinyi. inanipa faraja kuwatangazia faraja, kuwa, kuwa, natafuta vijana mia mbili wasiopungua mia mbili ambao wako tayari kusoma kwenye chuo chetu cha Kampala International University na hao vijana mia mbili watakaokuwa tayari kujiendeleza kimasomo kwenye hichi chuo Kuna punguzo la asilimia hamsini ya ada kupitia kujia wangu hapa. Kwa hiyo e, asilimia hamsini, kwa kitu chochote lazima na wewe utabike utabiketabike, ikiwa bure sana naye ni changamoto, au sio fursa? Oye vijana oye, viva vijana viva Viva vijana viva, wana vyuo mpo au niondoke na hii ofa? Niondoke nayo nishikilie hapa hapa na, na atakuta vijana mia mbili ambao watakuwa tayari kujiendeleza kwenye hichi chuo chetu, mtapata punguzo la ada la hamsi, asilimia hamsini. E, lazima tujiendeleze, lazima tutamani kupiga hatua mbele. Rais Samia amewekeza sana kwenye kutuendeleza sisi vijana. Tuchangamkie hizi fursa, tuzitende haki, tuibadilishe Tanzania yetu. Uwezo wa kubadilisha Tanzania yetu tunao sisi wenyewe. Lakini mwisho mwisho, nimefurahi sana, niseme nisisemee niseme nisiseme vijana yeah, yeah, wa vyuo na yeah, vyuo vikuu yeah, wameniambia yeah, wako tayari kwa uchaguzi na yeah, kwamba yeah, hizi kelele zingine yeah, za kushindwa kabla ya mchezo yeah, mkikutana nazo wapeni habari, maana wasomi tulizo letu ni Dkta Samia Suluhu Hassan. Samia mitano, Samia mitano. Tuwaonyeshe kwamba tuko tayari kwa uchaguzi mwaka huu, tuwaonyeshe tuko tayari kwa uchaguzi. sisi tunasema mgombea tunaye, tunatamba naye na tunakwenda, na mgombea wetu ni nani? Chifa Ngaya namba moja, hakuna kama yeye na tutakwenda kumpa kura za kishindo, au sio? Basi mimi viongozi wangu niwashukuru sana, mama Kizimkazi, niwashukuru sana Tumeona hamasa ya vijana, tumeona utayari wa vijana, na sina shaka kwa mkoa wa Dar es Salaam uchaguzi tumemaliza, tunasubiri tarehe itangaze. Zile chepe unazosemea, zile chepe tumwage kura za kutosha, na naomba niwaambie, hii inasema la kumalizia kundi ambalo tutakuwa ni mstari wa mbele kuhakikisha Rais Samia anashinda kwa kishindo ni Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi, yeah. E, wengine waje wajewaje waje kutusindikiza, lakini wenye jambo lao ni sisi vijana wa umoja vijana wa Chama cha Mapinduzi.